baada ya kujeruhiwa shuleni mwaka elfu mbili na kumi na tano akicheza mchezo wa raga. Nilipikia simu sasa, wakaniambia ya kwamba huyu ya kijana yangu Kipkirui Alex ameumia. Ndio nikaenda shule, fika shule nikaambia wateno amepelekwa eh, hospitali ya. Ndio nikaenda pale, kufika pale nikakuta kama ako na stretcher.